Kadhalika, All the best nakutakia, wewe ambao umeamka salama kabisa, shukrani sana kwa Mungu Baba. Alafu sasa uanze kuchakata, unafanya nini leo? Unajiongeza vipi leo? Mm, leo ni tarehe ngapi Frank? Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 siku tulivu ya Jumanne. Na tunakukaribisha eh, tunakukaribisha sana ndani ya 92.5 the big, uh, Big City Breakfast. Mimi naitwa Barbara Hassan, mimi ni Frank Kashonde, na tutakupa pia na Evans Bukuku tukiwa na wewe hadi tatu asubuhi, nyingine tena. Tutakupatia namba ya simu ambayo utaweza kuwasiliana na sisi kwa ajili ya maoni na chochote kile ambacho ungependa kutufahamisha huko Barabara ni kumekaaje, mkazi wa Dar es Salaam? Lakini pia tuna vitu vya ndani mm -hmm. VVN. VVN leo tunaongelea nini? Utapata kujua muda si mrefu. Big shout out to DJ Sudi Black on the one and two, leo kaja mapema ni nimemkuta huko ndani mm -hmm. Eh, babu ulilalaumu Inabidi atuambie nini siri yake ya kuwahi ya kuwahi, manake alijawahi kuwa jambo rahisi especially kwa ma DJs. Labda awe na discipline sana sana kama DJ Sudi Black. Hongera, mm. Karibu sana kwenye Big City Breakfast. Naam, baada ya kutuambia hayo eh, Babra Hassan, moja kwa moja twende kwenye motisha siku hii ya leo. Unajua leo motisha yetu inaongelea nini? Nope. Ah, kaa tayari, Motisha. Karibu kwenye motisha na leo kwenye motisha ya Barbara, kama ambavyo nimekufahamisha awali, tuna jambo muhimu ambalo ni muhimu kulizungumzia. Unajua watu wengi huwa wanafikiri kwamba, makosa mtu anapokosea ama anapokuwa na background kidogo yenye mushkeri, anajiona kwamba amepoteza katika maisha, lakini motisha ya leo inatuambia kitu kimoja, kwamba makosa hayapo kwa ajili ya kukuharibia bali yapo kwa ajili ya kukujenga na kuna mifano kadhaa. Kwa mfano wa maziwa maziwa yanapo, tunaposema kwamba yamechacha kuelekea katika mtindi mm -hmm. Ndiyo, bei yake inazidi kupanda na yakija katika mtindi, kutoka hatua kwenye mtindi inakuja kwenye jibini, unafahamu kwamba jibini bei yake iko vipi well. lakini si hayo tu, angalia mfano kama e, zabibu. Zabibu inapotengenezwa inapo, ile juisi yake ya kawaida inakuwa ina harama yake lakini inapokaa ikachacha, ikao katika hali ya kuwa mvinyo, harama yake unaifahamu kweli. Kwa hiyo sembuse hata katika makosa yetu ya kawaida, unapokosea haimaanishi kwamba umepotea, bali yule ni mwalimu anayekutengeneza kuwa katika hali njema zaidi na kuwa mtu mpya, kuwa mtu imara, mtu ambaye hautatetereka tena. Kwa hiyo motisha ya leo ni kwamba inawezekana popote pale ulipo, ambapo unafuatilia Big City Breakfast Mjini FM, kuna madhila fulani fulani ambayo umewahi kuyapitia katika maisha. Kuna watu ambao wanaishi kwa majuto ya hapa na pale, umeona hii haitakiwi kukuvunja moyo. Kwa maana hiyo motisha yetu siku hii ya leo ni kwamba makosa hayakufanyi wewe kuwa si mtu sahihi, bali yanakutengeneza kuwa mtu unayetakiwa kuwa. Na katika maisha yako yote fahamu kwamba makosa si mwisho, ni mwanzo wa wewe kuwa bora.

Ngoja, na mimi ni waite ni wape siri. Kweli ni kwamba bila Mungu mimi, bila bila bila hamna kitu, yani siro

ndani ndoga vinakujia muda kama huu hapa kupitia 92.5 Big City Breakfast. Evansi, assalamu alaykum, how you do? I'm very very fine. hii mvua ilikuwa kali sana. Ah, mvua imekata toka jana saa sita. Pale siku yangu nimelogwa kwa sababu mvua, naishi pale peke yake, eneo lile peke yake. Unajua watu wa Mwanza wanahitaji ukitoka hapo yani, eh, ukenda pale mbele pale IST hapo unakutana na bonge la mvua. hey. yani kama hmm. Kuna nimezingirwa na mvua afu imenifuta kwenye gari hmm. Ikabidi nipige zigzaga, umepigwa oh, nani na kitu kingine. Bila mwanamke <laughs> so no, ngoja ngoja nikwambie kitu kimoja. nilijua. Inawezekana In, labda alikuwa na ota kwa hiyo anatuhadithia vile ambavyo vimemjia katika njozi. Ah, inawezekana ikawa hey, hivyo, lakini hey. kwa, kwa upande mwingine hmm. Inawezekana kweli kapigwa babu. Kwa nini kuna... wewe unaniangalia maisha yangu? <laughs> ah, <laughs> Sisi ni watu tunaishi kijamaa bwana. Eh, eh, yule jamaa wangu wa Tanga yule bibi nimtafute tena eh. I, a, yule nenda Pemba. Ah, ana mganga Tanga, eh. Eh, afu ukikosea unakusimanga kwanza. Kwanza yule mwanamke mwanamke mtoa wapi? Eh? Mimi najua ah, mwenyewe yeah. Babra yeah, ana mganga huyu Tanga. Kwa hiyo kama kama eh no, sure, yeah. Eh, mgangaoyo mimi na wakala kabisa, mimi ninachokitafuta na group langu la WhatsApp <laughs> unachokitafuta nitapata. <laughs> Ah, bwana kwenye vitu vya ndani, leo tunazungumzia jambo moja adhimu kweli kweli ambalo ni vitu vya ndani kweli. Kama leo hii ni mara yako ya kwanza, vitu vya ndani huwa havizungumzwi popote, ni ndani ya Big City Breakfast ya Mjini FM. Sasa Babra pamoja na Evans, umeona mm. iko hivi Nitaanza kuwapa ka, ka, ka story kafupi mm -hmm. Umeona eh? Hivi karibuni siku za hivi karibuni tu mkurugenzi um, na msimamizi wa mashindano ya Miss Tanzania Basila Mwanukuzi amesema kwamba Miss Tanzania wa mwaka 2023 Trace Ndubukera aliandika barua ya kutoshiriki mashindano ya Miss World ya mwaka 2025 ili kushughulikia matatizo ya afya ya akili yaliyokuwa yakimsumbua. Tuko tuko pamoja mpaka hapo hapo, tuko vizuri mm -hmm. Kauli hiyo imefuata baada ya mrembo huyo kutangaza kwamba hatoshiriki mashindano hayo eh, kutokana na kukosa sapoti pamoja na kutojiandaa kikamilifu. Umeona eh? Hilo ni jambo la kwanza mm -hmm. Jambo la pili Miss Tanzania mwaka 2023 Tress nabukera ametangaza kwamba hatoshiriki mashindano ya Miss World ya mwaka 2025 kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, amesema uamuzi huo ni kutokana na kukosa uungwaji mkono na kutokuwa na maandalizi ya kutosha kushiriki mashindano hayo makubwa. Okay, support na maandalizi mm, tuko wote mpaka hapo, a, tumeshamaliza hapo. Leo kwenye vitu vya ndani sasa, tunaongelea jambo moja kubwa kwamba watu maarufu au washiriki wa mashindano wakipata matatizo ya afya ya akili. Si ndio? Hii bado ipo katika stori hiyo hiyo. Inakuwaja e e, au baada ya baadhi ya wa Watanzania walioshinda wa mashindano kama ya kuimba, kuigiza au limbwende au tu kuwa wasanii maarufu wakipata changamoto, jamii hugeuka E, na kuchemka na maneno ya kejeli kama alipopata, alikuwa anajitamba mwenyewe, vitu vingine vyote vya namna hiyo ambavyo vinawakumba watu maarufu. Kwa nini sasa, kwamba unafikiri ni kwa nini watu maarufu wanapopata matatizo kama haya hawapati support ya kutosha? Evans, mimi naomba niulize swali mm. Ha, uliza vizuri vizuri. Mm. Eh, kama head, head teacher. Ha, uliza vizuri. Eh, okay. Jaribu, jaribu kufupisha na usirudie maneno so. <laughs> turudi nyuma kidogo <laughs> Uh, Tracy ni Miss Tanzania wa 2023. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Lakini 2023 haku hakuenda yeye kuwa mwakilishi kwenye Miss mm -hmm. World. miswold mm -hmm. 2024 mm -hmm. kulitokea sijui mushkeli gani sijui mara uh, sijui kulitokea tatizo gani mm -hmm. Eh, hakuenda pia mm -hmm. Um, hata kama ni wewe mm -hmm. <laughs> uta, utajihisi vipi? That's one. Secondly, mm -hmm. um, kuna vitu viwili ambavyo vinakinzana. mm -hmm. Kuna upande mmoja ambao unasema kuwa Tracy mm -hmm. ana ishu ya afya ya akili, lakini kulingana na chapisho lake mm -hmm. ambalo umesema kuwa ame, ame, ame post kwenye social media. mm -hmm. Umesema kuwa amesema yeye mwenyewe amejinasua mm -hmm. ame mm -hmm. kwa sababu gani kukosa? kwa sababu ya kukosa support. mm -hmm. mm -hmm. Upande wa pili mm -hmm. unasema ni ana, tatizo la afya mm. yeah, ya akili na. Na ah, yeye ndo amesema kwa haja hajaandaliwa. Mimi, mimi, mimi, mimi sijisifii, but mm. mwaka 2023 ndo nilikuwa chief judge wa Miss Tanzania mm. Mm -hmm. Kwa hiyo Tracy tumemcrown sisi na jopo lile la we, we, we, majaji wenzangu I was there okay. Tukamchagua akawa crowned. Na tuliona katika wale wa, mabinti wote ambao walikuwepo pale kuna kitu cha ziada alichokuwa alichokuwa nacho. Mimi niliona ni kweli kuwa mtu anaweza akapata matatizo ndani ya hiyo miaka miwili mm -hmm. Lakini um, kwa nini huku upande mmoja useme kivingine na upande wa pili useme kivingine? Tracy ni mtu anasoma, yuko chuo. I'm certain kama kungekuwa kuna chochote labda tungekuwa tumeshakisikia, au sitaki kusifu kuna nini kutetea mm -hmm. But mi naona tu, tu, tu, viweke kwanza mezani tuvidiscuss vizuri mm -hmm. Kuwa upande mmoja unasema hivi na upande wa pili unasema hivi, mm -hmm. na kama kutakuwa kuna haja, mimi niko tayari hapa kurudia maandiko yote mawili. Kwa nini tusiwatafute? mm -hmm. Kwa nini? mm -hmm. Tu kabisa, yeah, kwa nini turudie maandiko? Yani huko tumtafute. mm -hmm. Mi, nani Miss Tanzania 2023? mm -hmm. Tracy mm -hmm. Upande wa pili tumtafute mwandaji ambaye ni Basila Mwanukuzi. mm -hmm. Evans Yaani, unaandikia mate wakati kuna wino wa kutosha kabisa, baada ya mvua, lakini kujesha hiyo wino yenyewe inakuwa kama imefifia kwa mbali yeah. vizuri kuwatafuta na kujua ukweli, wee mwenyewe uzuri ni kwamba ulikuwepo. yes. Au sio? kwenye mchakato mzima ingawa kuna viapo vya majaji ambao kwa vile hilo kusema si ndio? Lakini wakati huu. Wakati huu. Nini? Ah viapo ni viapo bwana. Mwangalia, mwangalia. Eh, anaruhusu fanya nini? Ngoja <laughs> <laughs> kwanza. Kwa wakati huu yeye alikuwa ni chief judge uh-huh. Na kweli alifanya kazi yake iliyotukuka. Ndio. Lakini kwa wakati huu ambapo tunapa, tunatafuta suluhisho ni muhimu kidogo atoe vile alivyo navyo ili kuokoa jahazi. Eh, ndio anatoa sasa hivi kwa uwezo wake. Eh, au eh, vitu vingine njoo sivyo kuongea kila sehemu. Eh. Uwezi. Nishakuwa Sehemu nyingi sana. Wewe una sign kabisa kiapo kuna NDA, non disclosure agreement. Ukisema pale kuna, kuna la kukukuta kisheria eh eh ah, tuende lakini utakapozungumza yale yote ambayo yatakukuta kisheria tubaki nayo ndani ya mioyo. Ah, <laughs> eh, Mimi nikwambia kitu moja. Tuatafute mm -hmm. Tuatafute sawa, lakini mimi nagundua unajua, eh. kwa Tanzania naomba mm. no, no, niongee ukweli mm shida moja katika kitu kama Miss Tanzania mm. Ni specific ratios ambazo wanazitaka wao kama mashindano ya kimataifa mm. Kwamba mtu mzuri na mrembo anakuwa na maumbile ya namna hii, si umeelewa? Mpaka hapo, hiyo ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza, urembo, urembo, ee, urembo. Lazima ee. Pili, pili sasa, unakwambia kabisa urembo inaanzia kama vile unavyoingia polisi kuna height fulani inatafutwa, si ndio? hmm. yaani kuna ratio kati ya s na nini, unajua bust na nini lazima iwe hivyo. Kwa mfano mimi hata ningekuwa ni mwembamba bado nisingeweza kutoboa kwasabu, mfupi. yes. na eh. kwa sababu gani mi ni mfupi, nakubali. Unaona, sasa kwa hiyo kuna vitu ambavyo natafuta wao. Mi nasema Watanzania, am so sorry, hata Afrika kwa ujumla hmm. ukiangalia preferential mwonekano hauko vile <laughs> hapo kwa culture yetu kwa, ka, kwa tamaduni yetu Afri, yani Afrika asilimia kubwa. Hey, yes. Labda Waarabuni huko kidogo. mm, mm. Anyway, so, kuna tayari maandalizi Miss, Miss Universe ni ya Trump. Hmm. Ilikuwa ya Trump mwenye Miss Universe and then kuna Miss Tanzania hii hapa. hmm. Si ndio? hmm. So I'm, I'm thinking kwamba hata Watanzania nua um, umebeba um, sana, hii swala lingekuwa linahusisha sana vitu tunavyopenda sisi zaidi. hmm. Si ndio? Hatusemi kwamba kuna ubaya hapana, lakini tujaribu kuzingatia hata upande wetu sisi. hmm. Ni muhimu kutafuta shida ni nini, support, support, kwa maana kwamba mtu yote akienda nje ya nchi. hmm. kuna sometimes inatokeaga malalamiko akienda uh, nje ya nchi kwa ajili ya mashindano. Mhm. Si ndio? Akishinda lakini ghafla <laughs> buti utapatikana chwe akipigwa au akishindwa. Utajuta. Ah, utarudi kwenye airport na zingazi. Mhm. Umetokea wapi? <laughs> Kwa hiyo Frank, angoli yeah, huh? mm. yetu iko wapi? mm. Ni hiyo Engo... hiyo kuangalia mm. au, au, au hizo uh, nani uh, vitu viwili ambavyo vinakinzana eh, vitu viwili vinavyokinzana hivi tufanye hivi au mm. au tuna, tunaenda kwenye ile swala sasa la Ishu ya, ya, ya celebrities na mambo ya afya ya akili, tufanye jambo moja uh -huh. Babra e, kwa sababu tayari uwezekano wa kuwapata upo. Okay, tuwatafute. Okay, wazungumze kila mmoja kwa upande wake uh -huh, lakini katika vivyo tubaki na jambo moja kwamba jamii inawasaidia kweli watu maarufu au washiriki wa mashindano wakipitia matatizo ya afya ya akili? Okay, na utakumbuka kwamba ukirudi nyuma kidogo, wapo baadhi wengine walishawahi kupitia huku, japokuwa haikwenda vile umeona, uh -huh, walipata support gani Historically turudi kidogo nyuma nyuma huko, watu ambao wamewahi kupitia matatizo hayo, kuna mmoja yule wa Big Brother. Utanisaidia kidogo, ulikuwepo wakati huo tayari, na alipitia kidogo kidogo mambo ya namna hii. Alikuwa wengi wengi e, wengi, hey. Kuna yule wa, nani, mwisho, shombe shombe. E, kuna Richard mwisho, kuna Boke mwisho, Lidia kuna Uh, uh, mwisho Mwampamba amewahi kidogo kupitia kadhi ya fulani, mwisho Mwapamba hiyo, okay. E. okay. Kihistoria hili lipo, umeona. Sasa turudi kwamba jamii inawasaidia. Kwa hiyo tuandikie kupitia 0742 moja, moja, moja. Saba, saba, saba. Jamii inawasaidia kweli watu maarufu au washiriki wa mashindano wakipata matatizo ya afya ya akili? Na hapa si mashindano tu, labda nini, vitu vyote kwa ujumla wake, kama ni ngumi nini, vitu vyote, wanapata support ipi? Usahau pia tuko live kupitia YouTube, uh, search tu au andika hapo, utaweza kutuona live tukiwa Masaki hapa ndani ya Mjini FM. Mimi ni Frankie Kashonde. Evans Bukuku. Barbara Hassan. Kazi ni kazi, kwende kazi. Na sasa kazi endelee.

Mm -hmm. Tion. Tion. Tion. Uh, good morning to you, Big City Breakfast here on 92.5 from Genie FM. Kwa mimi naitwa Evans Bukuku. Frankie Kashonde. Na Hassan. Tunao mambo mengi sana kwa ajili ya kuongelea vitu vya ndani vile, watu ambavyo ni vitu vigumu kuvizungumzia wazi wazi. Wa Lakini tumeona kuna ubaya gani, tuvizungumzie leo, tuko nyuma swala ulimbwende mm, mm, mm, e, ulimwengu wa warembo tumzungumzie yeah. Miss Tanzania bahati mbaya amesema mwenyewe kwa kukiri katika kaunti yake, na hajasema kwamba amehakiwa, kwa hiyo mm, mm, ni yeye mm, kwamba amejitoa katika mashindano haya ya kimataifa ya kushiriki Miss Tanzania 2025, ila yeye of course alishinda mwaka 2023 kuelekea 2024, na judge mwenyewe alikuwepo kabisa na alistahili kushinda. Sasa mm, baada ya hapo Uh, kuna changamoto za hapa na pale zimetokea, uh, amekiri kwenye page yake uhum, kwamba uhum. Uh, nikirudia hapa anasema kwamba kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii amesema kwamba yeye eh, ametangaza kwamba hatoshiriki mashindano ya Miss World mwaka 2025. Ameandika hivyo, na katika paragraph ya pili ni kwamba kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii amesema uamuzi huo ni kutokana na kukosa uungaji mkono na kutokuwa na maandalizi ya kutosha kushiriki mashindano hayo makubwa. Uungaji mkono na maandalizi ya kutosha ambayo sio yeye, mm -hmm. yeye anapaswa anaunga mkono kwa kuwepo mm -hmm. afu wengine wanamuunga mkono na sapoti E, kuanzia maandalizi mazoezi, frame mm -hmm. of mind psychological, psychological preparation pamoja na kuangalia hata diet yake, si ndio? magasi badilike. Hizi ni nidhamu hizi kabisa, kabisa. Jinsi ya kula, jinsi eh, ya, kwenye, ya kutembea, jinsi ya, ya mm. kujipaka mwenyewe makeup jinsi yani ya, ya ya, ya, ya, kujiandaa ya kuji yani, kama ulivyosema psychologically lakini na kimwili yes, pia na kuubeba Utanzania. Kumbuka eh, naenda kuwakilisha Tanzania kama taifa, Jamhuri ya Muungano, kutafuta nguo kutafuta, yeah. kwa sababu ni, yeah. ni ni ni, ni muda mrefu anakaa pale yeah. na lazima uwe na na nguo ya au outfit ya ki, ya kila siku na ya kila kitu, unaona sasa, bitch yes. wewe upo watu <mixi> wakubwa wazito <mixi> mm -hmm. na kumchimba pia kuweza kujua talents zake alizo nazo kwa sababu pia waga kuna kile kipengele cha talents. Yes. Kwa hiyo, je, anajua kuimba? Je, ni mshairi mzuri? Je, anajua kuchiku, kuku, ni mtu wa sports kwenye jaji lakini yote kwa yote tumempata mkurugenzi na msimamizi wa mashindano ya Miss eh, Tanzania Basila Mwanukuzi ambao kwa jana alisemaje? Hmm. Baada ya tamko la Tracy, ambapo yeye alisema kwamba alichokisema, nitanukuu moja kwa moja, kwamba mkurugenzi na msimamizi wa mashindano ya Miss Tanzania Basila Mwanukuzi amesema Miss Tanzania mwaka 2023, Trace na Bukera aliwaandikia barua ya kuto kushiriki mashindano ya Miss World mwaka 2025 ili kushughulikia matatizo ya afya ya akili yaliyokuwa yakimsumbua, okay. Hii ndio ilikuwa kauli yake, okay. Mm. Haya. Kwa hiyo je, ana nini cha kutuambia hapa dakika hii? Fafanuzi. Ah, nilieleza kirefu kwamba